Kristo. Asante kwa sababu ya alasiri ya siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatano nzuri ambayo Mungu ameweza kutuleta pamoja na ili tukaweza kuwa na lunch wa service yetu katika jina la Yesu Kristo. So Mungu huyu ambaye amekulinda, ambaye amenilinda, ambaye ametupatia nafasi nyingine nzuri kama hii ili tuweze kupatana na tuweze kusoma neno la Mungu. Jina lake lihimidiwe, jina lake liinuliwe sana katika jina la Yesu Kristo. So ninaomba kwanza tuweze kuomba, kwa sababu ni vizuri, ili tuweze kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Tuweze kuomba. Baba wetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, twalitukuza jina lako, twakuinua kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Jehova, umetukuka sana katika jina tukufu la Kristo Yesu. Asante kwa sababu ya jinsi umekuwa mwaminifu kwetu Mungu. Pokea heshima Mungu, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo. We give you the glory and all the honor in Jesus name. Tunaomba Bwana, tunapoingia katika kipindi hiki, roho wako Mtakatifu akatusaidie akatunong'onezee, tukaweza kusikia mausia yako As you build us, o God. Michael in Jesus name. Asante, pokea heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo, twaomba na kwamini. Amen. Karibu sana mpendwa. Uh, pole kwa sababu sija kuwa uh, kwenye mtandao huu wa lunch wa severally. I want to beg your, uh, uh, uh, your pardon kwa sababu ya hivyo, lakini sasa kwa sababu ya jinsi nimepata ya kwamba siku ya Jumanne ninakuwa na commitment nyingi. Nime opt kuingia katika siku ya Wednesday, kwa hivyo tutakuwa tukipatana kila Jumatano masaa kama haya katika jina la Yesu. Najua ya kwamba neno hili la Mungu lililo na uwezo wa kutujenga, lililo na uwezo wa kutuinua, lililo na uwezo wa kutusogesha mbele litaendelea katika jina la Yesu Kristo. So nataka tuone neno la Mungu leo kwenye kitabu cha Mwanzo, mlango wake ni wa kumi na tatu tutasoma aya yake ya kumi.

Maandiko yanazungumza kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Abramu, who was later changed to Abraham. Nyakati zile alikuwa anaitwa hivyo, na ukiangalia katika mlango wake wa kumi na mbili vile Mungu alivyomwita Abramu akamwambia, sasa tunataka utoke katika nchi yetu inu ukaachane na watu wenu ukaachane na jamii yenu ukaachane na nchi yako mpaka nitakapokuonyesha. Na maandiko yanasema hivi, kwa imani Abrahamu akaondoka akafuata Mungu kama vile alivyomwambia. Lakini kuna makosa ambayo Abrahamu aliweza kufanya, alichukua Lutu ambaye alikuwa ni mtoto wa nduguye na akandamana pamoja naye alikuwa ameambiwa achane na watu wao, lakini katika hali hii alikuwa ameambiwa kwa sababu hawako na mtoto. Alikuwa tu na mke wake Sarai, huyu tu ndiye aliyekubaliwa kuondoka naye katika nchi iliyoitwa Uru ama Harani, na maandiko yanasema hivi, akaondoka pamoja na Lutu, lakini kuanzia siku ile mpaka wakati huu hakuna wakati ambapo Mungu aliweza kuzungumza naye aliyemuita akamwambia njoo, na akaweza kumsikiliza na akamwambia acha mambo mengine. Na ukienda katika mlango ule wa kumi na mbili utapata ya kwamba bado kama jinsi alivyomwapia katika yake ya kumi na sita ya kwamba mimi Mungu wako, mm, nitakupa wewe na uzao ha, wako hata milele na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako utahesabika. Hata katika mlango ule wa kumi na mbili. Tunapata ya kwamba Mungu aliweza kumwapia na kumpatia nadhiri ya kwamba nitakubarikia. Hata kama walikuwa wazee, hata kama hawakuwa na uwezo wa kupata watoto, Mungu alikuwa amewahakikishia ya kwamba watapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe! Lakini tazama, kwa sababu ya kosa moja alilolifanya katika maisha yake, nini hili? Alisahau na akabeba Lutu. Kumbe Mungu anaweza kutuita Mungu anaweza kutuzungumzia tunaweza kusikia sauti yake, na tunaweza hata kuacha mambo mengine yote kwa mfano. Ninajua aliponiita na alipokuita ulikuwa na mambo mengi sana. Unajua bado hatuko mbinguni, tuko katika mwili huu na, ka, na katika hali ya mwili huu kuna mambo mengi sana ambayo unapatana una nayo hadi, kweli hatujafika binguni. Huko ndiko hakutakuwa na majaribu, lakini hapa duniani majaribu ni chungu nzima. Sasa inalingana na jambo hili, Mungu aliyekuita alikupatia masharti. Unayafuata ama la? Maandiko yanasema hivi, alipomwita Abrahamu, alikubali kuachana na jamii yao, alikubali kumfuata alikubali kwa imani, hata bila kujua anaelekea wapi. Akachukua nafasi ya kuondoka na akafuata sauti ya Mungu. Ninajua pia wewe umesikia sauti ya Mungu na umeacha mambo mengi, lakini nataka nikuulize swali hili: una Lutu ambaye umebeba katika maisha yako? Maandiko yanasema hivi: walipoondoka wakakuwa katika safari, wakasafiri wakasafiri, lakini Mungu hakuzungumza. Bwana asifiwe. Mpaka wakati ambapo Lutu akakuwa mtu mkubwa na wakaangalia kulingana na mila na desturi, Abrahamu akamgawia mali kisha baadaye kukakuwa na mkwaruzano baina ya wale wachungaji ambao walikuwa wanachunga mali ya Lutu na Abrahamu na na, na na wakazungumzana, wakaambiana namna hii, hatuwezi enenda pamoja tena, kwa sababu inaonekana ya kwamba kutakuwa na mafarakano. Kwa hivyo Abrahamu akasimama, akamwambia Lutu, nataka tutengane, na kama wewe utaenda milimani, mimi nitateremka niende nyikani, na kama utaenda upande wa kaskazini, mimi nitaenda upande wa kusini. Kwa hivyo Lutu akatazama, akaangalia kule nyanda za chini, akakuta kuna mahala pazuri ambapo palikuwa na malisho, malishoni na lishe bora ambapo aa, mifugo wake wangekula. Kwa hivyo akaamua kwenda kule chini na huko ndiko Sodoma na Gomora walipokuwa. Na maandiko yanasema hivi, naye Abrahamu akapanda mlimani. Kuanzia siku hiyo hapo ndipo Mungu alipozungumza naye. Kumbe mbeleni hangezungumza naye kwa sababu kuna jambo ambalo liliweza kuzuia asiongee naye. Bwana Yesu asifiwe. Uko pale katika hali ya maisha, kuna mambo mengi ambayo unahitaji, kuna mambo mengi ambayo Mungu ameku- ameapa ame, ame ya kwamba atakupatia there are so many promises ambazo Mungu na a, a, ameweka mbele zako, hata sauti na manabii wamezungumza, hata neno la Mungu linadhibitisha, lakini kumbe kuna Lutu ambaye umebeba katika maisha yako anayezuia sauti ya Mungu na anayezuia Mungu akatekeleze mambo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, mpaka utakapotengana na Lutu katika maisha yako, you know what, maandiko yanasema ya kwamba alipokubali kuondoka, Mungu akamwambia, sasa na enenda na mahala popote pale utakapo utakapokanyanga kwa miguu yako mimi nitakupatia. Hebu angalia. Bwana Yesu asifiwe, kumbe Lutu anaweza zuia hata baraka zako ziweze kufika. Kumbe lutu anaweza zuia hata hata mtoto huyu ambaye ma, Mungu alikuwa ameapa kwa sababu ya Abrahamu Yakoba atampatia wakiwa na Sarai, kumbe alikuwa anazuia. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo gani ambayo yanazuia baraka katika maisha yako? Lazima kuna watu ambao pengine uko nao na, na, they are distractors to your blessings you know, wanazuia baraka yako. Lazima uachane na mtu huyu, pengine ni mwandani wako na rafiki yako wa karibu sana, lakini ili Mungu aweze kufikisha baraka zake katika maisha yako lazima uachane na mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine ambaye ni mzuri, mmesaidiana sana lakini kumbe katika maisha kuna mahala anakuharibu. Aha, mnazungumza mambo hata bila kipimo, kumbe Mungu anaweza kataa kutimiza ahadi zake katika maisha yako kwa sababu umebeba huyu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile Lutu walivyotengana na Abrahamu, hivyo ndivyo Mungu anavyotaka uachane na hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako unaweza kujipima, unaweza kujitadhimini, unaweza kujiangalia na kujina, na, na kujihoji sana, ili uweze kupata nilipi hilo ambalo uko nalo. Bwana Yesu ainuliwe, ukiachana nalo, ninakuhakikishia na kuhakikishia And I know, The Holy Spirit is speaking to you. Roho Mtakatifu anakuzungumzia. Bwana Yesu asifiwe, anakunongonezea, anakuambia ninamaanisha hili, ninamaanisha achana na hiki, ninamaanisha achana na huyu. Bwana Yesu asifiwe, katika hali ilivyoko wakati huu, unaweza pata ya kwamba kuna shida nyingi katika maisha, watu wanateseka. Economy imerudi chini, na unaweza kuta ya kwamba pengine hata uko na sponsor hey, aidha awe Eh, ni wa kiume ama wa kike huyu, ndiye anayekupatia mali, ndiye anayekulipia shule, ndiye anayekulipia nyumba, ndiye anayekusaidia, lakini anaweza kuwa kizingiti, anaweza kuwa a stumbling block between you and your blessing. Bwana Yesu asifiwe, mpaka utakapoachana na rutu. Eh, praise the Lord. Huyu ndiye anayezuia baraka zako ziweze kufika. Sasa kwa sababu tumezungumza haya yote, Hebu jipime, uangalie ni wapi unakoelekea, ni ahadi zipi ambazo Mungu amekupatia, ni mambo gani ambayo maandiko yamekuhakikishia ya kwamba ya ya this is my portion, lakini bado kuna kitu ambacho bado huja hujaachilia katika maisha yako. It is now your opportunity uweze kuiachilia ili ujiachilie mikononi mwa Mungu, na kama jinsi alivyokutana na Abraham atakutana pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba kuna shida nyingi, kuna mambo mengi hatujatosheka. We are praying that god may be faithful unto us, lakini lazima tuondoe Lutu katika maisha yetu. Siuombe pamoja nami, unaweza inamisha uso wako mbele za Mungu unapomwambia ya kwamba Mungu nisaidie, katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, tunakuheshimu tunakupa sifa, hakuna mwingine aliye kama wewe, umetukuka sana katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya uaminifu wako. Wewe uliyekuwa na Abrahamu ukamwambia atoke katika nchi yao, ukamuongoza na hatimaye ukamtenda mambo makubwa. Hata kama Lutu alikuwa ameingia katika maisha yake na akakuwa stumbling block, Mungu ninaomba katika maisha yetu, katika maisha ya wapendwa tusaidie kutufahamu na kutambua ruthu katika maisha yetu, ili tukamuondoe na ili tukaweza sikia sauti yako, na pamoja na hivyo baraka zako zikatufikie katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea mtazamaji wangu, ukambarikie, kamkumbuke kwa jia kubwa, neema yako ikamtoshe, katika jina la Yesu. Asante, twakupa heshima na utukufu, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amen, amen. So Mungu akubariki sana mpendwa, na akutende mema, neema ya Kristo ikakutoshe leo na siku zote za maisha yako. So asante kwa sababu ya kutazama, ninajua ya kwamba kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutapatana wiki ijayo katika jina la Yesu Kristo. So mpaka wakati mwingine tutakapopatana, neema ya Mungu ikakutoshe leo na hata milele. So neema ikakutoshe na Mungu akakuinua na akuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Amen and shalom.